Jamani ah, nyie ndugu zetu nyie, ambao mnajua Kiingereza, naomba mtusaidie, maana bwana, kitu mtu kama ajui anatakiwa aulize. Kila siku tunatumia Bluetooth. Tunahamisha picha, miziki, mafaili eh, tunahamisha vitu mbalimbali mbali kwenye Bluetooth. Kwa hiyo ni kitu muhimu kufahamu So kama ni kitu tunajua tu muhimu wake ni kuhamisha mafaili, picha, nini video. Lakini sasa Bluetooth Kiswahili chake ndo kimekuwa changamoto. Kwa hiyo nyinyi wenzetu ambao nyinyi mnajua tu, tu, tu, tu tuelekezeni. Yaani Bluetooth ni neno la Kiingereza. Kiswahili chake ni kipi? Maana mimi na ndugu zangu huku tumekaa tumetafsiri tafsiri tumeunganisha nganisha lugha tumekubaliana kwamba Bluetooth ni tusi la blue. Umeelewa bwana? Bluetooth. Ni tusi la blue, yaani, tumechukua ile tusi ya mbele, sikiingiza kinatoka nyuma kinakuja mbele kwao, tumechukua ile tusi, ni tusi blue, ni blue. Kama blue kwao ni tusi la blue. Sasa kama tunakuwa tuko tofauti, ninyi wenzetu ambao mnajua, tuelekezeni mambo haya, nakusaidiana hmm?